A katika nao, walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema tueni, mule, huu ndiye mwili wangu. Akakitua kikombe, akashukuru, aka katika hiki kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dami. Kwa, kwa hivyo anapopatia wanafunzi wake hivyo vitu Mistari imechanganya. Watumishi wengi wanapofika hapo, wanaanza kuchukua mikate kupatia jofu, wanapatia wanapatia, hawajasoba kamaliza ujumbe, wanaweza pesiwa aleluya. Wakisha wakishamaliza wanamaliza hivyo, lakini hapa unapoendelea akuwambia kwamba hataweza kugusa uwa uzao, wanaweza pesi hadi wakati atakapoenda katika ufalme wa Bwana. Na atakapokuja atakunywa nanyi pamoja nanyi. Lakini watu wamekatisha mambo mengi. Mnakunywa tena kwa gani sana, nataka kuambia mtakunywa hiyo beto na mtafurahia, mtashiba. Bwana za pesa. Kwa hivyo tunasimama katika pengo na kukataa na kusambia kwamba lazima tutaenda jinsi Biblia itakavyotuelekeza. Na kitabu cha shoni ishirini na mbili wanaposoma kwanzia pale, Biblia imetuambia ime, ime, kwamba tusiwe wakutoa neno lolote wala kuongeza yeah. Lakini katika Biblia imetukataza, watu wanaongeza vitu ndani ya Biblia ili waweze kupata manufaa ndani ya Biblia tunasema kwamba tunakataa jambo hilo. Nalazima, kwa kwa na lazima tutasimama katika pendo. Tunataka kuhakikisha kwamba kanisa hili litakuwa na msimamo mzuri ili tuweze kuelekeza watu katika njia inayofaa watu wasiende kupotea, watu wasiende katika mambo ya dini. Na tumekiri katika vinywa vyetu na tukaamini ndani ya mioyo zetu, tukasema kwamba Baba, tumeokoka wewe Yesu ni Bwana, hatutaenda kushoto kulia, hatutaenda kwingine bali tutaenda popote utakapodituma n tutakubaliana pamoja na wewe, lakini sasa imefika wakati wanaanza kwenda katika njia zako zingine, wamewacha njia ya Bwana. Lakini watu wale, watu wanaishi maisha mazuri sana, wale watu. Yani wewe, kuna hata kikombe tu ya chai, lakini yeye akitoa anatoa maelfu maelfu, alafu anarejesha ndani, na yeye anazunguka kule, anatafuta kazi. Aleluya. Na kumwambia kwamba wewe unang'ang'ana nini na mambo ya kanisa? Wacha kung'ang'ana mambo ya kanisa. Eh? Huko ndio kuna vitu vizuri. Pesa ziko kule. Nini kile kitu kiko kule? Wewe unang'ang'ana na kanisa pale, mtu mwingine amesimama anapiga kelele anapo anatoka anasema mimi nimeenda nyumbani. Na tena wewe ndio unapeba sadaka ile umeng'ang'ana pale jiwakani unabeba unapeleka pale ya nini? Mwana za zapesi na wanagangani wanapeleka pali kusaidieni enda e, akuzia kweni tutembee. Mwanazapesi, kuna watu watasimama kama tina Yuda Iskarioti. Watakuja kwa ajili hiyo, ni chia moja kukusaliti wanapokuja wanapokuelekeza, watakuletea majambazi ambao watakuja kukumaliza watakuja kukuletea ripoti isiyokuwa ya kawaida wakati wanapoingia mahali pale, na wewe mwenyewe ulikiri katika kimya chako, ukaamini ndani ya moyo wako kwamba ni Bwana kwa sababu ulibadilisha Bwana kwa kufanya kiumbe kipya. Lakini umetoka mahali pale, unaanza kufata tena Bwana mwikie hapo, lazima utateseka, maisha yako itabadilika, haitakuwa kama jinsi inavyosahidi kuwa. Bwana zapezi, utaweza kulia na kusaga meno ukitaka msaada wanezabezo kwa hiyo mahali walipo mpema. Siku ya leo nataka kuambia ni tu kwamba lazima ukumbuke, ujue kwamba mungu anataka nifanye nini? Kwa nini nimekaa katika mateso kila wakati? Kama Yesu alipitia katika mateso na alinena jambo hili, akaambia wale wanyang'anyi, akaambia wale makuhani ambao wamebeba marungo, wakaseme kwamba ndio huyu, naye akasema Sijui na nyinyi Mungu mmechanganyikiwa manini? Kama mimi nilikuwa na nyinyi ndani ya hekalu siku zote nikiwafundisha neno la Mungu <coughs> kwa nini msinijue? <nisa pezi? tos> walikuwa wanatembea anawafundisha kila wakati. Nanataka kuambia kwamba unaposikia majina ya makuhani, kuhani ni sisi, wale watumishi, matumishi hao majibisho ambao wanasimama katika, lakini hao ndio wamepanga wamefanya ya kumgandamiza kumuua Yesu Kristo. Bwana sasa yeah. Wapenda wao ambao umefahamu umejua kwamba Mungu yupo, wao ndio wanaenda kuua Mungu. Kwa sababu bila vitu wanaanza kuvigusa ni kinyume na maadili. Bwana sasa yeah. Haleluya. Yesu mwenyewe wakati anasema katika maandiko amesema kwamba wakati alipopita katika hekalu la Mungu, alipata kwamba kuna watu wamefanya imekuwa ni, ni biashara imekuwa soko. Watu wanauza vitu tofauti katika kanisa lake. Aliingia Yesu mwenyewe. Watu wanasema walipiga watu mateke mahali pale. Bwana za pezo. Alipiga huku mateke na kapindua meza zile na kafukuza katika nyumba ya Bwana. Akaambia kwamba hii nyumba imekuwa ni nyumba iliyokuwa soko, hii ni nyumba ya maombi na sala, ama imekuwa nyumba gani? Bwana za pezo. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba ka, katika jambo hili tunataka tukwambie kwamba lazima uweze kubadilika, uanze kutembea kiroho. Kuna mambo haya ndio tumepewa ya kimwili. Tunapotazama mambo zungumzwa ndani ya, ya Biblia, aanzapesayesu alipika tukani mateke Yesu aliingia akafukuza watu kani wanauza vitu kani kanisani hapana wee uko mahali zopa na soko yako we wee uko hapa na mawazo yako ndio uko na biashara yako tofauti umekuta dani ya kanisa Man.